Sheria ya nchi hii ya mwaka 77 kabla wanaharakati hawajaanza kupambana katika taifa letu, na kubadilika mwaka 94, ilikuwa mwanzoni maandamano hayawezi yakafanyika mpaka kipatikanewe kibali kutoka katika jeshi la polisi. Wanaharakati Tanzania walilalamika na kesi ikapelekwa mahakamani. Wanaharakati walishinda kwa sababu ni jambo la haki ya kikatiba. Suala la kutaka kibali likaondolewa, lakini ni lazima upeleke taarifa katika jeshi la polisi, kwa sababu maandamano yoyote lazima jeshi la polisi lisimamie kuhakikisha mlichokisema ni maandamano ya amani, wanakiona. Na jeshi la polisi ijue maandamano yenu yanaanzia wapi yanagota wapi yanalenga nini, kwa mabango na alama. Si kwamba kila mmoja anakurupuka kutoka nyumbani kwake popote, anaingia barabarani popote, hayawezi yakawa maandamano. Hii tunakwenda kuzalisha Kiswahili cha wahenga kinachosema, katika msafara wa mamba na kenge wapo, kwa sababu hapakuwa na mipango ya sawasawa. Lazima tuseme ukweli, waasisi wa maandamano haya ndio wanahusika pia na vifo hivi, kama ambavyo wao wanahusika na uharibifu wa mali. Taratibu hazikuwa makini. Tunapenda ndugu zetu wa Tanzania, na ni kweli wamepata madhara, kama sio kufa. Wengine hawakuingia kamwe katika maandamano, lakini waliokwenda katika hicho walichokiita wao maandamano, sisi tunaamini ni vurugu tu. Walipokuwa wanatimuliwa waliingia maeneo ya watu waliotulia kwenye amani, wakasababisha kudhurika wao walioingia kwenye vurugu na wale ambao wamekutwa hapo kwao wa. Na niwaombe Watanzania. Sasa kuna haja ya kuanzisha wanasiasa. Tanzania imepoteza wanasiasa. Haya yametokea kwa sababu hatuna wanasiasa. Sasa hivi tuna watu wenye mitusi tu. Wazee wale waliopita nyuma miaka michache pale nyuma: Juma Duni Haji, Maalim Sefu, Profesa Ibrah Ibrahim Haruna Lipumba na wengine akina Mrema walipambana na Chama cha Mapinduzi, lakini hatuna kumbukumbu kumbu katika watu wale nani aliitukana serikali na kuwatukana viongozi matusi ya nguoni. Sasa hivi hatuna wanasiasa, tuna watu ambao wakuwatia hasira wananchi, badala ya kutoa sera za kuifahamu e, chama chao fulani wanachokitaka, wanakuja na matusi, kitu ambacho pia ni ishara ya uvunjifu wa amani. Teki mko wapi wakati watu wanasiasa hawa wanaongea lugha za matusi, badala ya kunadi siasa wanatoa matusi? Teki mliko wapi? Hamkujua hiki ni chanzo cha kwenda kwenye uvunjifu wa amani? Lakini ukirudi katika sheria ya nchi matusi ni nini? Sio kosa la jinai. Kukosea mwanadamu ni tabia yake. Ningewaomba waomba waliokosea wasione tabu kuomba radhi, na wale waliokosea tusiwalaani. Hata dada yetu Mange Kimambi tusimlaani. Inawezekana anachokifanya anakijua, au anachokifanya hakijui, kwa sababu yeye na watoto wake wote wapo Ulaya anapotusukuma sisi kuingia tukapambane na serikali.